juu ya bawasiri basi ni muda mwafaka wa kuuliza ili uweze kupata suluhisho la changamoto hiyo. Tunafahamu kwamba asilimia, ukishalijua tatizo basi unakuwa una asilimia kubwa ya kuweza kuondokana na hilo na hilo tatizo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuweza kulitambua tatizo. Ukishalitambua kiundani, ukaelewa lina linatokana na nini, basi ni rahisi kuweza kutibu hiyo uh, changamoto sasa leo tutaangalia namna ya kuondokana, namna ya kujikinga na bawasiri. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea vizuri kabisa bawasiri ni nini, dalili za bawasiri ni nini, chanzo cha bawasiri ni nini, madhara. Na hapa tutaenda kuangalia namna ya kujikinga na bawasiri, kitu tunachotakiwa kufanya kwanza, namna ya kujikinga na bawasiri. Kitu cha kwanza ni kutuliza msongo um, wa mawazo. Kama una msongo wa mawazo pia ni chanzo kimojawapo uh, kikubwa ambacho kinapelekea bawasiri. Ni kivipi sasa msongo wa mawazo uh, unapelekea bawasiri? Kwa sababu msongo wa mawazo unapelekea izalishi homoni ambayo inaitwa kotso. Kotso, mara nyingi inakuwa na athari kwenye mfumo wetu uh, wa mmeng'enyaji uh, wa chakula. Kwa hiyo kishakuwa ana uh, msongo wa mawazo, basi ni rahisi sana kupata bawasiri. Kwa sababu shatokea mfumo wa meng'enyaji wa chakula ukawa dhaifu, basi utapelekea constipation na mwisho utaweza kupelekea kutopata choo au kupata choo kigumu na hivyo kupelekea zile nyama kwenye njia jakubwa ziweze kutoka nje na hivyo kupelekea bawasiri. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha a, na msongo wa mawazo au stress. Lakini acha pia tumia vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye uh, nyuzinyuzi ambavyo tunasema, uh, ni nafaka safi. Kwa hiyo vile vyakula uh, vyenye nyuzi au uh, vyakula vyenye fiber, basi pia ni vyakula ambavyo ni rahisi sana kuweza kuimarisha mfumo wako wa mwenyaji na chakula na kuweza kupata uh, choo uh, kiurahisi kwa sababu watu wengi unakuta mtu unakula mara tatu kwa siku, lakini unapata choo mara moja kwa siku. Sasa ujawahi kujiuliza kwamba, uh, hicho choo uh, au uchafu ambao unatokea huo unaenda wapi? Na maana bado kwa baadaye unakupa uh, madhara uh, makubwa. Lakini uh, namna nyingine ni kuweza kutumia maji ya kutosha. Maji ya kutosha, uh, mara nyingi tunasema asilimia sabini na tano ya mwili wa binadamu ni maji kwa hiyo asilimia sabini ya mwili wa binadamu ni maji. Kwa hiyo unapokunywa maji, maji pia unasikusababisha wewe usiweze kupata choo kigumu, na ndiyo maana watu wengi huwa wanapata a, mara nyingi changamoto wanapopata choo kigumu. Unapopata choo kigumu utapelekea zile nyama kwenye njia jakubwa ziweze kutoka nje, utaweza kupata maumivu makali, lakini utapata choo cha damu. Unapopata choo kigumu basi kinapelekea na, ile choo inaweza kugusa Uh, ile mishipa ya damu na hivyo kutoka cho chenye damu kabisa. Kwa hiyo tumia maji ya kutosha, lakini uh, kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea faida za kutumia maji faida za kutumia maji, lakini tumeelezea uh, ni kiasi gani cha maji unachotakiwa uh, kunywa kwa siku. Kuna wengi uh, wanakunywa maji zaidi wanakunywa maji ambayo yanazidi kiroo walizonazo na hivyo kupelekea changamoto kwenye figo. Unapokunywa unapokuwa uweka mzigo wa kutosha kwenye figo, basi ni namna pia mojawapo ya kufeli kwa hizo kwa hizo figo. Lakini namna nyingine ni kujizuia kukaa kwa muda mrefu mara tu baada ya, mara tu baada ya kula. Mara nyingi hii inatutesa, ndio maana mara nyingi haya magonjwa ya mfumo mmeng'enyaji wa chakula mara nyingi utakuta yanawapata watu wanaofanya kazi maofisini. Kwa nini wanaofanya kazi maofisini wamekuwa ni waanga wakubwa wa kuweza kupata bawasiri? Ni waanga wakubwa kuweza kupata bawasiri kwa sababu ni kwamba, unakuta mtu anakula akiwa anafanya kazi au anapomaliza anapo anapokuwa anafanya kazi anakula au anapomaliza kula anakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo yale uh, ukukaa kwa muda mrefu sana, basi pia kunaongeza pressure, baada ya kula kunaongeza pressure kwenye njia ya haja kubwa, hivyo ni rahisi uh, kukupelekea kupata uh, bawasiri. Lakini hapo hapo usisahau madereva, ndio maana pia madereva wengi unakuta uh, wanapata shida ya bawasiri. Ni kwa nini? Kwa sababu uh, ile ya kukaa kwa muda mrefu na baada ya kula na kabla baada ya kula mara nyingi inatakiwa kukaa na kuendelea a, na kazi. Kwa hiyo namna na mojawapo ya kujikinga basi a, ni kutoweza kukaa a, mara tu baada ya kuweza kula. Lakini namna na nyingine ya kupunguza, ya kuondokana na, na bawasiri tunasema hakikisha unaweka uiano sawa wa uzito wako uzito wako tunaongelea kilo za mwili ambazo unakuwa nazo. Ina maana zile kilo ambazo wewe unakuwa nazo pia zinaweza zikapelekea bawasiri. Bawasiri kwa nini zinapelekea bawasiri? Kwa sababu ule uzito mkubwa utaongeza pressure a tumboni. Ukiongeza pressure tumboni, basi utapelekea kwenye rectum kuweza kutokea a, vimbe na kuweza kutokea a, changamoto ya hiyo. Uh, bawasiri. Kwa hiyo hakikisha, uh, unaweka uwiano wako sawa ulionao kwa uzito wako ili uweze kuondokana na hiyo changamoto uh, moja kwa moja uh, ya hiyo bawasiri. Lakini atiba uh, nyingine ambayo unatakiwa kuitumia kiurahisi pia uh, ukiwa hapo nyumbani na mazingira, namna ya kujikinga uh, na hii uh, na hii bawasiri, hakikisha hakikisha unatumia Ha, vyakula ambavyo ni rahisi kufanyiwa ume, umeng'enywaji na maana, kuna vyakula ambavyo ni, vi, ni vizito katika kufanyiwa umeng'enywaji kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, hivyo pia ni chanzo cha bawasiri. Kwa mfano vyakula hivyo ni vyakula ambavyo tunasema ni kwa mfano, kuna ngano ambayo iko pale, unakuta unakula chapati cha unakula mandazi unakula tambi unakula nyama, hivi ni vyakula ambavyo tunasema ni vyakula vizito. Sasa hivi vyakula vizito vinapelekea mfumo wa usagaji wa chakula au usiweze kukisaga uh, vizuri, kwa hiyo kitokea mfumo wako wa chakula uh, au kashindwa kufanya kazi vizuri, kwa sababu vyakula vile vyakula vizito au uh, vyakula ambavyo vimenyuliwi uh, kirahisi, basi inakuwa ni changamoto au uh, imekuwa uh, ni chanzo cha bawasiri uh, kwa muda mrefu kwa hiyo, cha kufanya hakikisha uh, unatumia vyakula ambavyo uh, ni rahisi kufanywa meng'enywaji uh, wa chakula pano, kuna mboga za majani uh, kuna matunda matunda. Unapokutumia mboga za majani na matunda ni njia uh, rahisi sana ya kuweza kuondokana uh, na changamoto uh, ya bawasiri. Lakini pia namna nyingine ya kujikinga na bawasiri uh, ni kwamba uh, tu, uh, tuweze kunyanyua vyuma ambavyo au vitu vizito ambavyo vinaendana na kilo tulizonazo, kwa sababu unaponyanyua vile vitu vikubwa au vile vitu vizito, basi mara nyingi ambavyo vinakuzidi, mara nyingi vinaweza vikapelekea pressure kwenye njia ya haja kubwa, na hivyo kupelekea vimbe kwenye rectum moja moja kwa moja. Kwa hiyo hakikisha unanyanyua a chuma au unanyanyua vitu ambavyo vinaendana na wewe. Mara nyingi nyanyua vitu ambavyo unavizidi kilo, mara kwa mara ambavyo unavizidi kilo. Kama una kilo sabini, basi nyanyua kitu ambacho, na mara nyingi huwa ni hivyo. Kwa hiyo jaribu kunyanyua chuma, fanya mazoezi ambayo, fanya mazoezi ambayo yanaendana na kilo zako. Lakini namna nyingine ya kujikinga na bawasiri, acha kufanya a, kufanya tendo kinyume cha maumbile aina maana kinyume cha maumbile ndio hivyo kwenye njia ya haja kubwa. Lakini j w sabokniki kusugere, tumeshakusoge- tumeshakusogezea madhara ya kufanya mapenzi kwenye njia ya haja kubwa, lakini pia madhara, lakini na mtu ambaye anafanya anaonekanaje? Dalili za mtu ambaye anafanya a, mapenzi kinyume cha maumbile. Tunasema kufanya mapenzi kinyume cha maumbile pia imekuwa ni sababu kubwa ambayo inapelekea Uh, bawasiri. Lakini pia watu wamekuwa wakichukulia kama sababu msingi na kusahau zile sababu nyingine uh, ambazo zinapelekea uh, bawasiri. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea bawasiri. Sasa mara nyingi wengi wamechukulia hii kufanya mapenzi kinyume cha maumbile imekuwa ni sababu uh, msingi, kitu ambacho sicho kabisa, sio sababu msingi inayopelekea bawasiri, lakini ni mojawapo uh, ya sababu. Kwa hiyo kama unafanya mapenzi kinyume cha maumbile basi ndugu yangu angalia ya namna ya kuacha kwa sababu madhara yake ni makubwa sana, na yanaweza kupelekea bawasiri. Namna nyingine ya kujikinga basi atibu yale matatizo ya meng'enyaji wa chakula. Kwa mfano kuna vidonda vya tumbo, kuna acid reflux, kuhisi gesi, kuhisi kiungulia, miungurumo ya tumbo. hizi ni changamoto ambazo zinahusikana kwenye mfumo wa meng'enyaji wa chakula. Kwa hizo changamoto zikiwepo kwa muda mrefu huwa zinapelekea Uh, mengineaji wa chakula kuwa dhaifu, na ilicho kuwa dhaifu, basi hautapata uh, choo kigumu na pengine hautapata na ukipata choo kigumu, basi kitakupelekea au ni chanzo kikubwa uh, cha bawasiri. Kwa hiyo hiyo uh, ni namna ya kujikinga uh, na bawasiri na ukiwa hapo nyumbani. Lakini kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea namna ya kutumia mzungwa uh, kuondokana na bawasiri na namna ya kutumia uh, mziwaziwa kuondokana na bawasiri. Lakini mwisho, bila kusahau dawa maalum kwa ajili ya bawasiri ambayo inaitwa Pirikea imekuwa uh, dawa mjarabu ambayo imekuwa ikisaidia uh, watu wengi. Kwenye video ambazo zimepita tumekuelezea ni vitu gani uweze kuzingatia unapotumia uh, dawa ya bawasiri. Ndio maana wengi wamekuwa wakitumia dawa na wapati matokeo. Kwa nini na wapati? Kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea uh, hiyo uweze kuifahamu. Tuambie hapo chini ni njia gani nyingine ipi ambayo wewe ulitumia uh, kujikinga uh, kuji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 basi Jida Bisabu Kliniki na tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoa uh, tunaondosha uh, changamoto uh, hizi uh, za kiafya. Basi usisahau kutufuatilia ili uwe unapata taarifa kila tunapotoa uh, taarifa uh, mpya. Karibu uh, na Mungu uh, akubariki.